wanaotoa isibati za madaktari wafuatilie, anyang'anywe leseni. Na kwenye jambo hili maabara zijaribu kucheza nani wa zamani tuliokuwa tunaambiwa ule zamani ule kwamba yanakamatwa madawa, inaanza uchunguzi uchunguzi uchunguzi, miezi inaisha, baadaye tunaambiwa ilikuwa ilikuwa unga wa mhogo. Wasijaribu kwenye jambo hili, hatuwezi tukaruhusu unyama wa aina hii mambo gani ya? Ndio maana mheshimiwa Rais anasema kila mtendaji, kila mtumishi wa umma, kila kiongozi afuatilie ya yanayoendelea ngazi inayofuata.